Mkoani Tanga, waziri wa ardhi, nyumba na meelewa makazi William Lukuvi amewaagiza wakuu wa mikoa ya Tanga na Manyara kutoa elimu ya kutosha kwa wananchi ili kurahisisha zoezi la kuhakiki mpaka kati ya wilaya ya Kiteto na Kilindi. Agizo hilo amelitoa katika mkutano wa kutafuta suluhu ya mgogoro wa mpaka kati ya mikoa ya Tanga na Manyara ambao umeshirikisha wakuu wa mikoa hiyo, makatibu tawala, wakuu wa wilaya wakurugenzi wa halmashauri na wenye viti wa halmashauri pamoja na maafisa ardhi. Sema serikali imedhamiria kumaliza kabisa mgogoro wa mpaka kati ya wilaya Kiteto na Kilindi, na kwamba utoaji elimu utasaidia wananchi kupata uelewa na kutoa ushirikiano kwa maafisa watakaohusika na zoezi hilo. Interest yetu ni kusimamia utekelezaji wa maagizo ya waziri mkuu na kuhakikisha kwamba ji ni ile ya mwaka 61 na 65, ni hiyo tu inayoweka mipaka inayokwenda kusimika mpaka huu kwa haya, ndio tuliyokubaliana na tunaamini, baada ya zoezi hili, tutakuja kuwatangazieni matokeo ya utekelezaji ya namna ya kuweka huu mpaka ambao utakuwa, tunaamini mpaka huu ukiwekwa sasa utakuwa umemaliza fitna na chokochoko choko, na mapambano yote ya muda mrefu. Kwa upande wao, wakuu wa mikoa ya Tanga na Manyara wamesema baada ya mkutano huo kitakachofuata ni kufanya uhamasishaji ili kutekeleza maazimio yaliyokubaliwa. Twajipanga kuhakikisha kwamba kipindi hiki cha mwezi wa pili wote ni kipindi cha uhamasishaji, ili kila mwananchi aelewe, atakapoona wataalamu asione kama ni watu wanakuja kuchukua ardhi au wanakuja kuhamisha mipaka, bali wanakuja kutenda haki. nipongeze hata siku ile wakati mfikao pale wananchi wali, wali, wali, walimwambia Waziri Mkuu, sisi hatuna matatizo wananchi, isipokuwa baadhi ya viongozi wana matatizo. Sasa na mimi nataka niseme hapa, sisi tunaoona ndio viongozi ambao tulikuwa tunashoti dole. Kwa mpaka kati ya Kiteto na Kilindi umedumu kwa muda mrefu sasa na kusababisha uvunjifu wa amani na uhasama baina ya wananchi wa maeneo hayo.